Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya W Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitakwambia siri namna ya kuweza kuondokana na vidonda vya tumbo namna ya kuto, uh, kutokomeza uh, vidonda vya tumbo. Wengi wamekuwa kituuliza. Nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya uh, tunazozituma kila siku. Sasa hivi, uh, tumekuwa tukisikia kila siku gesi, watu wanakuwa na gesi wa baada ya kula vyakula fulani fulani, akila maharage ni gesi, akila vyakula vyenye mafuta anapata uh, gesi. Lakini pia wengi wamekuwa na kiungulia, unakuta kiungulia kinapanda mpaka kifuani, sio hivyo ptua tu, watu wengi mapigo ya moyo yamekuwa yakienda mbio, wakipata maumivu makali kabla ya kula, na pengine unakuta asipopata chakula kwa wakati tumbo linakua linauma kwa kasi ya ajabu, lakini pia linakua ni kama vile linatetemeka. Hizi zote ni dalili zinazoashiria kwamba una changamoto ya vidonda vya tumbo. Sasa hapa nitakuletea siri ambazo sasa daktari wako hawezi kukuambia, zimesaidia watu kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo kwanza, unachotakiwa kujua unapokuwa unatibu vidonda vya tumbo ni kufahamu una aina ipi ya vidonda vya tumbo. Hicho ndio kitu cha kwanza unachotakiwa a, kukifahamu. Aina ya vidonda vya tumbo ulionayo ni ipi? Kama ni vidonda vya tumbo vipo kwenye ukuta wa tumbo, uvifahamu, tunasema ni gastric ulcers, tumeshazielezea kwa dalili zake. Lakini pia kama ni vidonda vya tumbo vipo kwenye kora chakula, tuweze kuvifahamu, tumeshaelezea dalili zake kwenye video zilizopita lakini pia mwisho kama vipo kwenye utumbo mdogo anatusema duodenum ulcers tuweze kuvifahamu. Hiyo ndio njia ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa uzingatie unapoenda kutibu changamoto, kwa sababu tunasema vidonda vya tumbo vina mazingira ambapo vinatokea, na mara nyingi ndio maana wengi wamekuwa mkisema kwamba nimetumia tiba alizotumia mtu fulani, yeye alipona, ila mimi sikupona. Ni kwa nini? Ni kwa sababu lazima tuzingatie aina ya vidonda vya tumbo ambavyo utakuwa navyo. Ni vidonda vya tumbo vipi ambavyo wewe uko navyo, ambavyo vitatusaidia kutupa majibu wewe kuondokana na changamoto hiyo. Lakini baada ya hapo, basi autafata njia hizi zitakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Cha kwanza, hakikisha unakula taratibu, ndugu yangu, usiruke mlo. Kula at least mara tano mpaka mara sita kwa siku, kwa kiasi, unakula taratibu. Sasa, wenzangu na mimi unakuta anakula uh, mara moja moja, anakula um, uh, tunasema unaweza kula asubuhi, akala mchana, akala jioni, ambayo muda mwingi tumbo lake linakuwa tupu. Tumekuwa tukiwaambieni kwamba namna moja wapo ya kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo, tumbo lako lisikae tupu, tumbo lako lisikae bila chakula, tumbo lako lisikae uh, bila kuwepo na kitu chochote. Hakikisha tumbo lako lina kitu ndani. Ndio maana tumekuambia uwe unakula milo, mido goo midogo, wale nazuia tumbo kutoa asidi nyingi, bila ambayo asidi ikimeweka, tumbo lisipokuta chakula, huwa inaenda kumega kuta zako za tumbo. Hicho ndo cha kwanza unachotakiwa kuzingatia. Namba mbili, epuka vyakula vyenye asidi nyingi. Wengi tumekuwa tukitumia soda, wengi tumekuwa tukitumia pilipili, wengi tumekuwa tukitumia limau, tukitumia ndimu, tukitumia pombe, kahawa na vyakula vya kukahanga. Ndugu yangu, hivi ni vyakula ambavyo vinachoma kuta zako za tumbo, na ndiyo hivi vinavyokusababishia maumivu. Sasa wengi wamekuwa wakipitia maumivu makali sana sababu ya vyakula hivi ambavyo vinazalisha asidi nyingi. Hivi vyakula vinaenda tayari kwenye kuendelea kukupa maumivu kwenye kuta zako za tumbo. Lakini namba tatu, hakikisha kula vyakula vinavyotuliza tumbo eh, eh vyakula vinavyotuliza tumbo kama kuna uji wa ulezi, kuna mtindi, kuna ndizi mbivu. Ndizi mbivu ni nzuri sana, papai, viazi vile vilivyochemshwa, asali na mboga za majani. Hivi ni vyakula ambavyo ukivitumia vinatuliza tumbo lako. Lakini pia hapa kuna unga ambao tumekuwa tukiutengeneza sisi, unaitwa eli tumbo. Ni unga mzuri sana, umesaidia ya watu wengi kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwanza inaenda kujenga kuta zako za tumbo upya, cha pili inaenda kuhakikisha inarudisha mucous membrane kwenye kuta zako za tumbo na namba tatu, inapunguza changamoto ya asidi, lakini na kuiondoa kabisa. Kama utahitaji utaniandikia hapo chini kwenye comment, niandikie neno heli tumbo, basi utaweza kupata. Unapatikana kwa gharama nafuu tunasema a, kilo kilo moja inapatikana kwa nusu nusu kilo inapatikana kwa shilingi elfu sitini na nane na mia tano, lakini pia kuna kuepuka stress, msongo wa mawazo. Wengi tumekuwa na changamoto ya msongo wa mawazo unaosababisha mwili kutoa asidi nyingi sana. Ni kitu kimoja ambacho tumekuwa tukiambia, ni kwamba wengi umekuta uh, unashindwa kufanyisha uh, mwili mazoezi mepesi na meditation ambayo zinasaidia uh, vidonda vya tumbo vya ndani. Unapokuwa na stress uh, au inazalisha hormone ya cortisol. Hormone ya cortisol hiyo huwa inapelekea uzalishwaji mwingi wa asidi tumboni. Ndio maana wengi pia wamekuwa ukianza kuwa na stress, asidi inamwagika tumboni, ambayo ndio hiyo inaenda kuzuru matumbo yetu Lakini pia hakikisha unapata um... Uh, unaepuka kutumia dawa kiolela. Wengi wamekuwa akitumia dawa za maumivu diclofenac, unatumia Doxy unatumia, lakini pia uh, unatumia brufeni bila kuwa na na ushauri. Ndugu yangu, hiyo ni hatari, kwa sababu zile dawa za kupunguza maumivu ni chanzo kimojawapo cha vidonda vya tumbo, na huwa zinaharibu uh, ukuta wa tumbo. Ndio maana tumekuwa tunambieni kwamba usitumie dawa kiolela, usitumie dawa bila kuwa na maelekezo, bila kuwa na mwongozo maalum, kwa sababu unazidi kutengeneza hatari kubwa kwenye afya yako. Mwisho, hakikisha unapata tiba asili ambazo ni nzuri sana, ambazo zimekuwa zikisaidia watu kuondokana na changamoto hiyo ukipata stomach ulcers. Imekuwa ikisaidia, ni tiba asili mojawapo nzuri sana, imekuwa ikisaidia watu kuondokana na changamoto hiyo. Kwa nini? Kwa sababu, cha kwanza ina zinc. Zinc kazi yake huwa inaenda kusha, kukausha vile vidonda ambavyo vipo kwenye kuta za tumbo, na mara nyingi tiba nyingi zinakuwa hazina zinc, kwa hiyo haziendi kukausha vile vidonda vidonda ndo maana wengi unakuta vinarudia mara kwa mara, lakini cha pili huwa inapunguza asidi, kwa sababu asidi pia ndo inasababisha uwe na H pylori, uwe na wadudu wengi wanaosababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ukipata tiba ambayo pia inasawazisha asidi, inakuwa ni rahisi sana kuondokana na changamoto hiyo. Lakini namba tatu inarudisha mucous membrane na kuunganisha ile valve inayounganisha kora chakula na eh, kora chakula na, na tumbo ambayo tunaita lesi. Hiyo ni valve ambayo ni muhimu sana, inayosababisha ambapo ikiathirika huwa inasababisha changamoto ya asidi reflux. Kwa hiyo ukishafanya hivyo vitu vitatu, basi itakuwa ni rahisi sana kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Niambie hapo chini kwenye comment, wewe una dalili zipi zinazo kusumbua, ili cha kwanza tuweze kukwambia ni aina ipi ya vidonda vya tumbo ulivyo navyo. Hicho ni cha kwanza, lakini cha pili uweze kupata maelekezo namna ya kuondokana na changamoto hiyo kiurahisi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na no comment ili uweze kuwa wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu, na Mungu akubariki.